awi uh -huh. mm -hmm. kisu. Weka kisu chini, kisu chini. Weka kisu chini. Weka kisu. Weka jembe chini. Huh? Hapo huh?